Tulivyosikia kwenye ripoti ya Ubena, jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC imeamua kuondoa vikosi vyake vya kulinda amani mashariki mwa Congo. Lakini je, uamuzi huo utaathiri vipi hali ya usalama nchini humo? Mwenzangu Babu Abdalla amezungumza na mchambuzi wa siasa za Congo Roger Manzekele akiwa mjini Kinshasa. SADC haikuweza kabisa kufahamu kabisa uzito umuhimu wa mgogoro wa Congo. SADC anakuja hakusamata kabisa, haukuwa na na, na, na na ufahamu wa, wa, wa, wakati kabisa wa mgogoro huo wa, wa, wa, wa kivita mashariki mashari, mwa mashari DRC. unadhani ni sababu gani kuu za uamuzi wa SADC kuondoa wanajeshi wake kutoka Congo? Wana, wanaondoka kwani wameshindwa vita vita, hawakuweza vita, wamepigwa na tatu wameingia Goma, wao walikuwa pale, wameshindwa na wanaamua kurudi. Lakini unaposema wameshindwa vita, huoni kwamba uamuzi huu utaathiri hali ya usalama mashariki mwa Kongo? Ndiyo, hali ya usalama inaendelea kuzorota. Watu wengi walikuwa wakiwatumainia hivyo vikosi vya SADC kwamba wao watasaidia serikali ya Congo, kwani ukumbuke mbeleni hapo kulikuwa vikosi vya jumuiya ya nchi eh, eh, za Afrika Mashariki. Watu wengi wanasiasa wengi walifikiri eh, kama SADC ikakuja, eh, itaweza kutatua hiyo hi hi hi hi hi hi mgogoro na kusaidia serikali ya ya Kongo kupambana dhidi ya waasi hao wa, wa, wa M23, lakini ikiwa wao pia wa, wameshindwa pi wa, wa ni watu kabisa wana wanasikitika sana na wanajiuliza nini nini suluhisho ni, ni, kudumu sio kabisa, vikosi vya kutoka nje ni ila Kongo yenyewe ijenge jeshi yake na jeshi ikuwe nguvu, iweze kupambana kudhibiti maeneo, kugomboa maeneo ambayo yamedhibitiwa na waasi wa ishirini na tatu. Unadhani jeshi la Kongo kweli lina uwezo kushughulikia changamoto za kiusalama bila ya msaada wa SADC? Jeshi la Kongo linapaswa kuwa na ule uwezo, lakini inakumbwa na na matatizo mengi, matatizo ya urushwa, uh, kukosa vifaa, uh, wanajeshi hawalipe vizuri, wanasiasa vile ha hawaoni ha ha kama kabisa ni muhimu kwanza kujenga jeshi ili jeshi hilo liweze kusaidia serikali na nji, ili amani ya kudumu ionekane nchini mwa Kongo. Tunaweza tukapata amani ya kudumu kama serikali anakamata ana, ana, changa changamoto hilo kwa mikono miwili. Sasa hivi jeshi la Congo lifanye nini? Lishikilie kamba gani, e, baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa SADC? Kwa sasa kabisa, e, ni vigumu kwa kusema jeshi litaweza ku, ku, ku. kupigana na e, adui ambaye kabisa anaonekana ana nguvu nyingi kushinda serikali kwa sasa. Ikiwa mazungumuzo yakiendeka ya yakifanyishwa, ningibidi sasa serikali naye afanye juu chini juu hawezi kuorganize kuorganize jeshi lake vizuri, na hawezi kuweka mipango e, ya, ya kamili kabisa itakayosaidia siku mbeleni, vivi zinazokuja, jeshi liwe e, la taifa, jeshi lenye nguvu kama Mkongomani. Hivi sasa imani yako kwa jumuiya ya, ya SADC iko wapi? wa, wa, waelewe kabisa uh, kwa uzito Uh, mgogoro wa Kongo inaonekana waliingia, uh, kweni kabisa mambo ambayo kabisa hawaelewi vizuri, na wanajikuta ke, wanajikuta hawana kabisa jinsi la kusaidia Kongo uh, uh, uh, vizuri. Kongo ingikuwa ina ina organization nzuri, eh, wangeweza kabisa kusaidiana nao, lakini wanakuta uh, hali ya kuzorota, hali, hali potovu, na ndio maana wanashindwa, hawaelewi hawaelewi wa, wa kabisa na wanashindwa vita.